Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takabbal Allah minna wa minkum. Eid mubarak kwenu nyote. Mimi nashukuru sana na nafurahi sana kwamba alhamdulillah tumefunga Ramadhani, na ilobakia ni Mwenyezi Mungu tiya taangalia hata tuzawadi yaani hata hivyo leo ni Eid Shawal mosi ishaingia, mwezi mwandamo umeonekana tu dakika tatu nne tano baada, eh, ya kuadhiniwa maghreb umetokeza wazi, haukuwa na pingamizi, na watu wamepiga picha, wamepiga picha za mobile umeonekana bila pingamizi. Kwa hivyo nawatakia waislamu wote Eid Mubarak. Ningependa kutoa nasaha yangu hivi. Waislamu tumezidi tunachezewa akili, sisi tunatukanana sisi kwa sisi, tunavurugana sisi kwa sisi, tunakashifiana, tunadhulumiana, tunaoneana. Twenda wapi siku zote? Waislamu wanapohitilafiana ni vizuri kutafuta sulhu baina yao, si kuleta mfarakano zaidi. Waeze ukafanya mfarakano, ukija kutahamaki umedhulumu mtu. Waweze ukafanya mfarakano kwa kusikiza tetesi ama kwa kufikiria mawazo yako binafsi, ukija kutahamaki ukakuta uko kwenye makosa na ikawa too late. Mimi nasema kwanza, kila mwanasiasa Mombasa ametiwa dosari na sisi Waislamu, na tukaruhusu pia wasiokuwa Waislamu kuwatukana Waislamu, nasema haya yasikubalike. Mimi, insha Allah, Mungu akinipa uwezo, nyinyi undeni mashirika yenu ya siasa, undeni mashirika yenu ya kusaidia mayatima, kuokota misaada fanya. Mimi nina hamu na nina azma ya kutengeneza shirika la kuleta uwiano, uhusiano, amani kati ya Waislamu kwa kutumia kuzungumza tu. Waislamu utatetea nini hasa, watitatitatita kesho, kwa pale chini futi sita chini kimi ya ardhi, kimya peke yako, wenda kutana uko na mambo yako. Tuacheni mambo ya kutukanana, na vilevile Mwenyezi Mungu akiniwezesha, shirika nitakaloliunda mimi litakuwa ni CBO, community based organization, shirika la kijamii. Ukisema kuna waume wa Kiislamu ni mashoga, tutakuchukulia hatua. Wee ndio katuoneshe, ukawataje na uoneshe ushoga wao uliuonea wapi na ni nani basha, kwa sababu tumechoka Waislamu sisi kuitwa mashoga Kuitwa mahanisi kuitwa nini kuitwa, hatuwezi kuendelea kustamili mambo kama haya. Wanaofanya ni wengine, lakini lawama yatuangukia sisi. Kwa hiyo haya mambo lazima tetesi kama hizi zipigwe marufuku. Hatuwezi tukapigana kuondoa mambo ya liwati katika jamii ikiwa watu twawaficha ni akina nani wafanyao? Oh, wanaofanywa ndio watu wabaya zaidi kuliko wanaofanya. Wale wanaowafanya ndio wana produce hawa tunaoita mashoga au masenge. Iwapo hao tutawakomesha, ambao tunaoita mabasha kwa lugha ya matusi, watakuwa idadi ya mashoga imepungua. Kwa hiyo kuambiwa Waislamu wengi, wanaume wa Kiislamu wengi ni masenge, wanaume wa Kiislamu wengi Mvita na Kibokoni ni masenge, wanaume wengi wanafanyia watoto wa ndugu zao liwati. Sasa tutataka utueleze watu hawa na ripoti hizi ni tetesi ama ni stori zina istakbadhi zina evidence, ambazo tutaweza kuchukulia hatua na tuzikomeshe. Unapokashifu Waislamu unatukana ummatul Muhammad. Mtu mmoja akifanya kosa tumkabilini ule mtu mmoja, si kutukana Waislamu wote kwa mseto. Hiyo ni warning number one. warning number two, mtu anainama, anainuka, anazungumza viongozi, viongozi wote wa Mombasa hawajifai. Kwa hivyo na sisi tulawachagua hawa viongozi tutakuwa hatujifai, kwa sababu ukikaa na muuzaji samaki lazima utanuka vumba. Kwa hivyo ikiwa hawajifai na sisi hatujifai, muache kutumia ulimi vibaya, muache kukashifu kama huna la kusema, tafadhali nyamaza. Kwa hiyo tutaanza kufatilizia. Ikiwa shirika la kuangalia hate speech limeshindwa, basi nafikiri tutatumia njia ya upole, njia ya kuzungumza, tulete amani na tulete hadhi ya Waislamu. Ya tatu Abdulsamad ni kiongozi ambao kwa sasa yuko mbele, amekaa kwenye kiti, yuko mbele zaidi ya viongozi wengine. Abdulsamad Sharif Nassir, gavana wa Mombasa. Naongea haya leo kwa sababu, kama ningeongea mwezi wa Ramadhani, ningeambua labda natafuta fitri, natafuta hagala, natafuta nini, kuna kitu naomba bebe. Hata mtu ende wapi, riski yangu itakuja pale pale, nimekaa kama mkitandani, kama ni mkekani, itakuja hapo hapo. Riski ya mtu hailiwi na mwingine. Abdul Samad tukimweka kwenye mizani, yeye na wale wengine wanaoropoka ama wanaotaka kiti hiki, wote hawamfiki Abdul Samad kwa lolote. Kwa hiyo nawaomba nyinyi mnaomkashifu Abdusamad nawaomba nyinyi Waislamu munaomtia Abdusamad miereka, mutupatie mtu badala ya Abdusamad tuweze pia kumweka katika mizani. Abdusamad amefanya kosa lipi? kwa sababu tuona cost general amejaribu kuiinua mpaka juzi imefanya operation za fi za maini liver, kos general CIA wafanyakazi pale. Kuna madaktari makosa ama uzembe wa madaktari, kwa nini mumweke yeye Abdulsamad? Mimi simtetee, lakini anatakikana awe anaangaliwa check and balance na mcs kwa hivyo ikiwa Abdulswamad ameshindwa na kazi basi, MCS wote hawafai, sababu ndio washauri na ndio wenye kupitisha mijadala katika county assembly. Kwa nini mumweke? Kama county government, kuna vitu za kufanywa na county na kuna vitu vingine vya wengine. Mambo ya primary school, secondary school, si Abdulswamad mambo ya makoleji, si Abdusomad. Abdusomad. The county government inaangalia mambo hizi training za tibet na mambo ya chekechea ECDs, na waziri wa chekechea, waziri wa elimu wa kaunti anatekeleza kazi yake. Hebu tuambieni, mukipewa nyinyi muchague, mutatupatia akina nani? tajiriba yao ya kazi iko vipi? Wengine walipokuwa katika uongozi walifanya nini? Sitaji kwa ubaya, lakini kuna mbunge wa Kisauni alikuwa mbunge, sijui alifanya nini. Kuna seneta ambaye ni msomi na nafasi ya juu, sijui alifanya nini. Sasa kila mtu hafai. Seneta Faki hafai, huyo Machele hafai, Abdul Samad hafai, Bezimba hafai, nani hafai? Twambieni hao wanaofaa, munaweka vitego gani eh, na vichechewe vipi vya kutwambia hao wanafaa. Mutakuja kuchezewa kisaikolojia, kutumia akili zenu mupige watu wenu wenyewe, mukishawaangusha wataingia watu ambao si wenu, mutachekelewa. Kwa hivyo tunasema hawa hawa wetu, hawa hawa tuliwachagua, tuwarekebisheni, atakayerekebika tutakuwa na yeye. Hawa hawa wetu, tusiwapige tukawaumiza, tutakuja kujutia. Tunasema, Unapokuwa na kitu, hutajua thamani yake. Kitakapokutoka kile kitu, ndio utakuja kujua thamani yake na utajutia majit, majuto makubwa makubwa. Mimi weza kuwa binafsi Abdusamad anikanyaga baada ya kumfanyia kazi miaka mingi, lakini kwa nini ni bebe tukampa nafasi ya kujirekebisha. Hatuwezi kuchukia chuki, tukafanya chuki. Kama hakunipa mimi, labda umri wangu, ampata mwingine. Hakumpa mtoto wangu, ampata mtoto wa mwingine. Kwa nini nisifurahi mimi akipata mwenzio? Shukuru. Unkosa wewe, shukuru basi. Kila kitu ataka wewe? We, unkuwa chumvi wewe, ushambi wa bahari ya onja chumvi mpaka uende ukaonje bahari yote, kila pahali unywe maji ya bahari ndio ujue kwa kweli kuna chumvi, maji ya bahari yana chumvi. Si lazima ndio ukaonje ile chumvi baharini kila pahali. Kwa hivyo mimi nasema tuache kuwapiga viongozi wetu. Kama ni mama Amina Abdalah atapambana Zamzam, hawana haja ya kutukanana. Kama ni Sarai Muhammad Ali watakutana na Abu Samad, matusi ya nini? Mishimboko atakutana na atakayekutana naye badi Talib. Kila mmoja ana haki ya kupingwa, hatuna haja kutukanana jamani. Hawa wote kama hawakufanya hii miaka mitatu, basi tutakaa tuangalie ni vichocheo vipi vilivyosababisha wasifanye Kenya twenda mrama, haijulikani tuenda right or left, mara huku mara huku, mara uliapanda mlima mara ashuka mlima, hatujielewi na sisi Waislamu. Mimi nashukuru kuona CS Joho ameshirikiana na CS Aden Duale. Sijali ukabila wala ukoo wala toka wapi, lakini hawa ni Waislamu wanafanya kazi pamoja na Waislamu, wameanza kuwa na sauti nchini Kenya. Kwa hayo machache nasema you know, Aid tusitukanane, Aid tueni pamoja, Aid baraza tuwe pamoja, tuoneshane mahaba ya Kiislamu jamani, na watu kuombea na msamaha Kuombana msamaha, kuambiana, he bwana, mimi nakukosea, samahani. Hakuna aibu. Hey, kwa hivyo mimi naomba silaha zote, midomo yote, kila kitu kiovu baina yetu sisi waislamu na hata wale wengine, tuwache, tuweni na ustaarabu jamani. Kwa hao machache, idh Mubarak na assalamu alaykum.